Ni matokeo ya muungano wa vyama vya zamani, vyama vya TANU na Afro Shirazi, na waliotangulia kusema hapa akiwemo katibu mkuu wetu ameeleza kwa kiwango fulani, CCM ni mrithi halali wa vyama vya TANU na Afro Shirazi. Sasa mambo ambayo vyama hivi vimeturithisha misingi ambayo kila atakayeongoza chama hiki anatakiwa kuizingatia ni mambo makubwa matatu. Kwanza, kuendeleza umoja wa taifa letu ambao uliasisiwa na vyama vilivyopita, kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na umoja, kwa sababu miaka sabini iliyopita chama cha TANU kiliandika katika madhumuni yake kwamba ilikuwa kuwatayarisha watanganyika kujitawala na kuondoa ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa dini na rangi, na maneno hayo yameijenga Tanzania mpaka leo. Ndiyo maana nchi yetu inatofautiana sana na nchi zingine za Afrika ambazo mambo hayo yameondoa mshikamano na ameondoa amani katika nchi hizo. Kwa hiyo kiongozi wetu anayekuja kuchukua nafasi ya urais amepita katika mtihani huo, nitawaeleza kwa ufupi sana alivyofanya. Jambo la pili ambalo tumerithi ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ya amani na utulivu, kwa sababu kama amani hakuna maendeleo hayawezi kupatikana, na kwa hiyo shabaha ya tatu ya kujenga nchi na maendeleo ya watu haiwezi kutekelezwa, na kwa hiyo kwa kweli hatuwezi kuwa taifa kama tunavyolijua hivi sasa. Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, nianzie pale ambapo katibu mkuu mstaafu Dkt. Bashiru alipomalizia alikuwa anaeleza sifa za kiongozi bora, alieleza sita. Nilitaka sasa, kwa kuwa najua Bashiru ni mtafiti, nimwongeze sifa ya saba. Sifa ya saba ya kiongozi bora ni yule ambaye anapambana na kuleta mabadiliko katika mazingira magumu, yawe ya nchi au taasisi. Sasa Dkt. Samia amekuwa rais wa Tanzania kwa miaka mine, na, miaka mine na, na miezi saba. Wote tunajua majanga ambayo nchi yetu ilikuwa nayo wakati anaingia madarakani. Wote tunajua nchi yetu ilikuwa na korona. Wote tunajua kwamba uchumi wa nchi na wa dunia ulianguka kutokana na gonjwa la korona na maafa mengine yaliyokuwepo duniani wakati ule. Kabla ya korona, Tanzania uchumi wake ulikuwa umefikia asilimia sita nukta tisa, lakini baada ya korona ulianguka kutoka asilimia sita nukta tisa mpaka asilimia nne. Lakini hilo lilikuwa janga. Korona lilikuwa janga, kuanguka kwa uchumi lilikuwa janga na janga lingine lilikuwa ni kufiwa kwa Rais Dr. John Pombe Magufuli akiwa ofisini, ambayo ilikuwa haijatokea katika historia yetu. Rais Samia alipewa kuongoza nchi yetu katika mazingira hayo, na alituambia maneno mawili tu, kazi ifanye nini, iendelee. mambo hayo alipochukua madaraka, amefanya kazi kubwa sana ya uongozi. Wengi wameshasema mafanikio ya yaliyopatikana katika miaka hii, lakini moja katika mambo ambayo hayajasemwa ni kwamba rais Samia alikuja na msamiati na falsafa ya maridhiano ya 4R ili kuleta nchi mahali pamoja, wakati ule pamoja na maafa yaliyokuwepo, alifanya kazi ya kuzungumza na taasisi zote za nchi yetu ziwe za kidini za, za kijamii na taasisi nyinginezo zote. Alizungumza na vyama vya siasa ambavyo wakati ule vilikuwa vinanung'unika sana, vinasema vimezuiwa kufanya mikutano. Aliruhusu vifanye mikutano, lakini vikasema sio mikutano tu, wanataka na maandamano. Rais Samia kwa mara ya kwanza akawaruhusu polisi wawasindikize kwenye maandamano, ili tujue walikuwa wana sema nini na wana ajenda gani. Hata hapa Mwanza mliandamana, hata Arusha mliandamana, hata Mbeya waliandamana. Kwa hiyo nchi ikaanza kuwa na utaratibu ambao serikali na chama tunasikilizana aliunda kikosi maalum kutokana na vyama vya siasa ili kusikiliza mawazo yao. Kikosi kile kilimshauri achukue hatua kadhaa za kuleta mabadiliko ya sheria kwa ajili ya kuboresha uchaguzi, kwa tume na kwa sheria. Hayo yote yalifanyika. Uchumi ambao ulikuwa umeanguka na kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan ukaibuka na umeanza kukua, na kuanzia wakati ule mpaka hii leo tunavyozungumza umekuwa kutoka asilimia nne sasa umefika asilimia sita. Kwa miaka minne ya uongozi ameutoa uchumi ule katika mazingira magumu. Ametuvusha kutoka katika msiba, ametuvusha kutoka katika korona na wengine wameeleza jinsi fedha za dunia zilizokuja kusaidia korona zilivyotumika kusaidia maendeleo ya jamii, elimu, afya na maji hayo. Hiyo ndiyo sifa nyingine ambayo nitaka Mheshimiwa Bashiru aiongeze ya kujaribu kuisaidia jamii katika mazingira magumu, kwa sababu hicho ndicho kipimo kingine cha uongozi uliotukuka. Daktari Samia ametuvusha kutoka katika mambo hayo niliyosema, ametusaidia sana. Uchumi wetu unaendelea vizuri sasa, na vile vile tunapiga hatua na Ilani ijayo inatuonyesha ya kwamba tunaweza tukapiga hatua kutoka asilimia sita kwenda mpaka asilimia nane. Ndugu wananchi wa Mwanza na Watanzania. Jambo lingine ambalo ndugu Rais Samia anastahili kusifiwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu imeendelea kuwa na amani. Juzi niliulizwa na mtu asema, mbona kuna uhalifu? Nikamwambia hata mbinguni kuliwahi kutokea matatizo. Hakuna amani inayomaliza wahalifu, ila wahalifu ni wachache kuliko watu wema. Ndio maana magereza yana watu wachache kuliko shule. Ingekuwa waharifu ni wengi, ingekuwa ngumu sana kuweka shule, maana tungejenga magereza ili wengi hao wakae mle. Lakini hata katika nchi ambazo zina amani, bado waharifu wanakuwepo, na ndio maana sheria inakuwepo na mahakama zipo kwa ajili hiyo. Lakini amani ya Tanzania imedumu na mataifa ya nje yametambua kwamba Tanzania katika Afrika Mashariki ni nchi ya kwanza kwa amani, na vile vile sio hilo tu, katika dunia nzima watafiti wa kimataifa wamesema sisi ni wa sabini na nne. Lakini dunia ina, ina nchi zaidi ya mia mbili hata kuwa wa sabini na nne nayo ni hoja nayo ni sifa kwamba hata sisi duniani sisi ni watu wenye amani. Rais Samia ametuongoza kuendeleza amani katika nchi yetu. Tunamshukuru na tunampongeza kwa kazi hiyo. Jambo la tatu la maendeleo limeshasemwa sana, na mimi singependa kurudia yaliyokwisha semwa, lakini nani hajui kwamba Rais Samia amesimamia ujenzi wa reli kutoka Dar es Salaam kuelekea Tabora na Mwanza na Kigoma. Nani hajui kwamba ile reli imefika makutupora kilomita mia saba ishirini na mbili. Nani hajui kwamba reli ya kutoka mwanza kwenda isaka imefikia asilimia 64, na vipande vyote vingine vinaendelea kujengwa? Hayo ni maendeleo makubwa, yamesimamiwa na rais kwa miaka minne na miezi saba. Rais ameondoa tatizo la umeme katika Tanzania, tulikuwa na megawatt 1600 mwaka elfu mbili na ishirini. Leo tuna megawatt elfu nne na zaidi, na matatizo ya umeme yale yaliyoleta mgao yamemalizika, na ninazo habari kwamba vituo ambavyo umeme unapata shida kidogo, katika safari zangu za mikoa 18 kuna maeneo ambayo yanahitaji booster tu ili viweze kupata umeme wa uhakika. Nilipita Mbinga nikaambiwa, nilipita Mahenge nikaambiwa, na juzi nilikuwa Bariadi nikaambiwa, na Serengeti. Lakini kazi ya kuweka mitambo ya kuweka umeme uwe mzuri zaidi, imara inaendelea. Hiyo inaashiria kauli mbiu ya Rais Samia kwamba kazi ifanye nini? Sasa nawauliza wana Mwanza na kanda ya Ziwa. Je, kazi imeendelea? Haikuendelea? Narudia tena, kazi imeendelea? Haikuendelea? Imeendelea. Na hiyo ni dalili ya kwamba tunazo sababu zote za kumuunga mkono Daktari Samia katika maeneo mengi ambayo yameshasemwa. Afya amefanya vizuri sana, amefanya vizuri sana katika elimu amefanya vizuri sana katika utalii, amefanya vizuri sana katika kilimo ambacho kinaifanya Tanzania kuwa na, na chakula cha kutosha na ziada ya kuuza nchi za nje, kwa kutoa msaada ya ruzuku kwa wakulima. Hayo ndio mambo ya kujivunia, lakini bila kusahau raha iliyoelezwa ya virabu vya mpira ambavyo vilevile vinawafurahisha Watanzania vikiwemo kirabu cha waziri mkuu cha Simba na cha wananchi vyote, vimekuwa ni ni, ni, mchango mkubwa katika kuleta raha na furaha katika, katika nchi yetu, na Rais Samia amewasaidia na kuwatia moyo na kuwapa hamasa ili waendelee kuhakikisha kwamba furaha inapatikana na kazi inaendelea kutimiza kitu kinaitwa kazi na utu. Kazi na utu. Sasa hayo mambo ndiyo yamefanya Chama cha Mapinduzi kimlete Samia kwenu. Kabla sijamaliza, nataka niwakumbushe ushauri wa Baba wa Taifa aliyousema kwa Chama cha Mapinduzi. Alisema na namnukuru, mkitaka kuchagua mgombea Sikilizeni wananchi wanasemaje. Tumemchagua rais Samia kwa sababu wananchi wa Tanzania wanasema wamenufaika na uongozi wake kwa muda wa miaka mingapi? Mine. Hiyo ndiyo sauti ya watu na uwingi wa watu wanaokuja kwenye mikutano pamoja na nyinyi mlioko hapa ni ushahidi ya kwamba mama Samia rais wetu anakubaliwa na wananchi na sisi chaguo letu CCM lilikuwa chaguo sahihi. Baada ya maelezo hayo, sasa nawauliza, wangapi wanaungana na CCM katika kumuunga mkono Samia? Wangapi watampigia kura kesho kwa kutiki? Basi, baada ya maelezo hayo na uhakika wenu huo natumia nafasi hii kumwomba mgombea wetu Daktari Samia suruhu Hassan mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, rais wa Jamhuri ya Muungano mpaka hii leo, mpaka hii leo na mgombea ambaye kwa dalili zote zinaonyesha anaweza kupata leseni ya kuendelea kuongoza, karibu sana Mheshimiwa mgombea. Tumewapiga kwenye mita, tunangoja kwenye umbunge, tutashinda kwenye uraisi cemakuni wajaki.